Ni kwamba kama tunataka kuzungumzia swala la uzalishaji wa ndani, maana yake mama wa ule uzalishaji wa ndani ni demand, na kama mama wa uzalishaji wa ndani ni demand, maana yake we need to ascertain what are we looking for, na katika a few studies ambazo zipo published kuanzia Sub-Sahara inaonyesha kabisa kwamba Sub-Sahara Africa tuna demand kubwa ya bidhaa za afya, although globally tuna count a very small percentage, lakini kwa kwetu pia is still a very big volume na nikiangalia East Africa na SADC countries tuko kama around between 550 million to 600 million people ambao we can command a very good uh, uh, consumption ya health commodities meaning dawa na consumables vifaa tiba na bidhaa nyingine ambazo zinahusika kwenye kutoa huduma ya afya. Sasa, kwa upande wetu, katika analysis ambayo tulifanya, nazungumza hapa wetu ni nazungumza on behalf of my colleagues kutoka MSD pia ni kwamba tulisema how do we approach issue nzima ya local manufacturing kwa sababu ipo lakini, kwa Tanzania peke yake with about 67 to 70 million people, our economies of scale are small, our demands are small. Hatuwezi tukasema kwamba tutashake the economy ya production kwa kuwa tuna rely on Tanzania. Kwa assessment yetu ilifanyika kwa kuangalia kanda, meaning East Africa na, na SADC, ambazo tayari tuna access to information na katika upande ule tukasema kwamba tuigawanye approach yetu ya uzalishaji wa ndani katika maeneo kama maeneo matano. La kwanza kabisa ilikuwa nasema why, kwa nini, kwa nini, yani what is in there for us? Tuligundua kwamba katika products ambazo kwa Tanzania peke yake tunaenda over 1 billion dollar eh trade ambayo inazunguka kuhusu bidhaa za afya, of which most of it is imported lakini tukaangalia vile vile kwa kulinganisha na nchi mbili nyingine Kenya na Uganda. Tulitafuta data nyingi sana, tukakuta katika nchi zote hizi data tulizopata reliable ni za 2015 ambayo ilionyesha kwamba kwa Watanzania tulikuwa tuna export only dola laki tisa na kama na sabini hivi, lakini kwa na import bidhaa za dola milioni mia nne na tatu Kwa ile asilimia 20 ambayo tuna trade internally hatukuiangalia, lakini hizi data za nyuma ambazo kidogo zime, ni miaka kumi iliyopita lakini ndizo tulizozipata kuangalia inakuwaje, sisi kama tukikompea na wenzetu wa nchi jirani Kenya, tayari wakati tuna tuna export dola laki tisa walikuwa na export dola milioni sabini na moja. Na wana import dola milioni mia tano na sabini na mbili. Na ukiangalia pia Uganda ambao tulikuwa tunadhani wadogo kwetu, walikuwa tayari wako kwenye 12 million dola export of pharmaceuticals, kwa hiyo they were 10 times more than us compared to data ambazo tulikuwa tumeziangalia ambayo kwa kweli ndio pale tukaanza kujiuliza, huyu farasi wetu amekufa, can it be revived, is there an opportunity kwa Tanzania kuamka na kusema kwamba to strengthen production. Sasa kati tunaangalia hiyo pia na kuangalia soko letu la ndani, then then, tukajaribu category za ku prioritize maeneo kama makubwa kama manne hivi. La kwanza kabisa ilikuwa ni kuangalia what innovations can be done, na tuliangalia masera zetu za ndani ambapo tayari nchi ina blueprint It's not signed ya kupromote local manufacturing ipo ambayo iko chini ya Wizara ya Viwanda na Biashara. Kwa kuna kuna vitu ambavyo vilikuwa vimeshawekwa. Na katika ubunifu tuliangalia zaidi, sio tu kusema kompyuta, hapana. Ubunifu pia ni kugundua go and no go decisions based on the data that you are having. Na tukagundua kwamba katika maeneo ambayo tunayumba kidogo kwenye ubunifu ni kuiga. Kwa internally, tukaangalia analysis ya bidhaa ambazo ni muhimu sana kuzalishwa ambazo hazipatikani kirahisi. Kwa tukagundua kwamba pharmaceuticals kama dawa za kawaida hizi, you can produce it by wrapping by changing even the factory ambayo inazalisha, kwa mfano shells, inaweza kwa nazalisha dawa za kawaida na zile za beta lactam, lakini hizi ambazo non beta lactam zote solid na ambazo ni capsule na tablet, kuzalisha different formulation, kwa sababu mashine ziko pale. Kwa tatizo sio mashine, tatizo ni kwamba sisi tuna prioritize vipi. Kwa ubunifu wetu sisi tuliangalia kwamba ni kitu ambacho kitakuwa technically simple badala ya kuangalia modernization. Cha pili, tukaangalia priority ambayo ni product inaweza ikahitajika hapa na it can easily cross border without many stringent regulatory requirements. kwa katika ku, kujipanga kusema kwamba tunataka ku, kuongeza innovation, hatukuangalia sana tech transfer, tuliangalia how can we use the meager resources we are having limited uh, facilities we are having to add more. Wakati wa kuangalia innovation, tukuja kuona kwamba kwa sasa tuna

kuna bidhaa ambazo tunaziita sisi strategic, ziko kama mia na mbili tukaangalia soko letu formulation zake tukaona kwamba we could meet up to 65% kwa zile zilizopo mia na mbili ukija kusema tukasema bidhaa zile tracer mia mbili tisini ambazo zinapimwa kiserikali tukawa tunafika mpaka 60 tulivyopandisha tracer item mpaka mia tatu themanini na mbili kwa wale ambao nadhani mnawaelewa tracer, tunazozitumia ikafika kwenye 50 between 45 and 50 bila kuongeza mashine yoyote ni ku-tweak tu kwa innovation, sometimes is not doing something very magical. It's just looking at what can you do with the available resources, lakini like tukasema kwamba kwa ndani huwa tuna bidhaa 540 ambazo tumeassess kwamba they cover 80% of our national demand. Sasa kwenye 540 tulikuta kwamba between 40 and 50 yet can be reached with very minimum tweaking na ku add a few production line especially za solid kwa dawa kwa mfano, za cancer, za hypertension na baadhi ya other NCDs na other injectables ambazo tuna import unnecessarily, na vilevile vile kuna bidhaa ambazo ni maji chumvi, mimi naita kwa mfano consumables za dialysis. Eh, kwa mfano infusion, dawa ambazo tunanunua kwenye mitungi au reagents za maabara ambayo ukiangalia ni chemicals zimekuwa mixed kwa mixture fulani, lakini tunaleta containers and containers and containers from outside.

kununua pale market. Sasa tumekuja kufika mwaka huu mpaka mwezi wa tunanunua watatu, tunafanya tunaongea na manufacturer, tunawapa listi, tunawaambia na tunawapa quantity za kuongeza, wanaongeza vile vile, tuliangalia

Na najua kwa mfano maustari makubwa kama mwimbili hamnunui kwetu. It's because they are expensive. Why? Lakini we are securing a certain market ambayo, production ambayo after two to three years, watamiti zile economies of scale, wataanza kushusha na bei compared to wale ambao tuna import. It's always a question of when you are importing maji yenye chumvi kwa bei kubwa. There's something na, kwa bei ndogo sana pia kwa sababu ile logistics cost pia inatakiwa we factor sasa, eneo la innovation tulikataa ile kwenda kwenye ma digital tukasema, tutaangalia tu quick wins. Wanasema start with a smart win. Eneo la pili ambalo tuliangalia, na napenda kushare na nyinyi kwenye somo la local, uh, innovation, like local production kwa ujumla, ni swala la digital digital solutions. Now this is going to be more a little bit more in depth with production kwa sababu tumekuja kuona through studies, lakini vile vile kwenye, na sisi tuna viwanda sasa hivi tuna kiwanda cha gloves, tuna mask, lakini we are going to revive also Keko pharmaceutical, na vile vile kile kiwanda cha hapa Arusha cha Yara, tulikuja kugundua kwamba digitization of a production save cost, itapunguza wafanyakazi, lakini save a lot of cost, makes faster production, and also ensure qualities, kwa kwa upande wetu, upande wa digitization tuliangalia zaidi kuitumia data kwenye upande wa technology lakini kuangalia na data za demand kwamba zitatusaidia sana. Sasa so, tunapokuwa tunaangalia tufanyeje kuboresha local production kwenye digital tuna rely zaidi kwenye swala la data za mahitaji na tunaangalia na global pattern na regional pattern. Naomba nishike kitu kimoja hapa ambacho was very interesting for us ni ile issue ya kuangalia how, how the data kama za NASA ambao South Africa wanatumia NSA wanatumia kwenye kutesti migration na behavior na patterns za magonjwa mapya na magonjwa yanaoondoka, treatment innovation na vitu kama hivyo. Nadhani tunaona kwenye RT, sisi tunasema tuna revive keko mean Arusha TPI kwa kuzalisha TLD. Two years from now, maybe TLD may not be a treatment of choice. Sasa how much do you want to invest in that? Tunaangalia models zinazokwenda za treatment, na pattern. Naomba niseme vile vile kwa mfano sasa hivi watu wanatumia sindano. Sindano 12 kwa mwaka yes, tutameza bado vidonge 365 kwa mwaka So those are things ambazo tunaangalia kwenye digital, ukienda kwenye NSA data au ukienda kwenye NASA wanakupa hii taarifa kabisa kwamba what are the pattern. Na hizi zinaendana vilevile na data za migration ya watu, magonjwa mapya, life expectancy, emergency of NCD. Dr. Nyembea amepresenti pale trend ya NCD. It means sisi pia kama local manufacturers tunakwenda kwenye trendi hizo. Sasa hapa nataka nichanganye kidogo public and private. Approach yetu to production si tumeiangalia kama public, lakini policy yetu lazima tufanya na private, nitaizungumzia kidogo baadaye kwa sababu ni, ni, separate, subtopic, lakini tukaangalia kwamba hata tunaposhare hizi taarifa ku encourage production, tusi encourage sana mtu kutengeneza ampiclox, although ampiclox ni one of the top 10 medicine ambayo tunanunua locally, lakini tunajua technology ina change na magonjwa yana change, tungeanza kuangalia ma products ambazo mtu anatumia kila siku hasa zile za NCD ambazo zipo kama za hypertension kwa mfano. E, eneo la tatu ambao nilikuwa nataka tushare kidogo baada ya innovation na, na digital ilikuwa ni swala la domestic priorities ambazo nadhani aanshnaligusagusa kidogo, lakini kwa upande huu tulikuwa tunakuja kuangalia kwamba tuna blueprint ya uzalishaji ya kitaifa, lakini kila tunapokwenda kukaa kama sekta ya afya tunaongea kama vile sisi kama, kama afya tutazalisha za kwetu na tunavyo discuss mara nyingi tunaongelea kama vile we are separated from the overall blueprint ya uzalishaji ambayo iko chini ya viwanda na biashara. Sasa kwenye eneo kama hili ni kwamba wakati tunaangalia zile domestic prioritization tuliangalia tu product ambayo tumemaliza vizuri, lakini tukaangalia economics eh, na financing ya hizi bidhaa na tukaangalia pia regulatory framework. Sasa kwa sisi ambao tuna kama tuna interest ya kuzalisha au lengo letu kweli ni kwenda kwenye sustainability. Hakuna kitu kigumu kwa sasa hivi ambacho kinaweza kikamua farasi wetu kama finance. Na nimefurahi nimemwona director wa NHIF kwa sababu katika sturi tatu za universal health coverage ni sturi ya service provision, ni sturi ya financing na sturi ya delivery. Delivery ya product kwa hapa nazungumzia ile kwamba bidhaa zinafika kwa wakati ili daktari aweze kutibu na fedha zipatikane. Katika hii sturi ya miguu mitatu mpaka sasa hivi Our biggest problem has been financing. With all the good papers that we are having, with all the projection in numbers that we are having, tuna mashamba sisi mpaka ya mpira ya hekta zaidi ya elfu arobaini mkoa wa Tanga, mkoa wa Pwani, Pemba nadhani na mkoa wa Morogoro. Lakini kinachosababisha bado tuna import raw materials kama za, za latex ni kwa sababu ya kufinance tu zile communities we who harvest. Tena ni kitu ambacho kipo Mwalimu Nyerere alituachia. Kufanya to harvesting katika community initiative ili mimi niache kuimport latex rubber. As a financing hapa, naomba niongelee kidogo kwamba katika domestic prioritization in addition to demand, kama tutashindwa kusimama kwenye financing, hakuna tutakachofanikiwa, tutarudi kule kule kwenye exportation ya dola laki tisa wakati wenzetu wanaenda kwenye 100 million dollar. How a financier wa product akifinance adequately, manake huduma itatoka na product itanunuliwa product ikiwa paid for on time, huyu local manufacturer atafanya nini? Atalipwa on time. Akilipwa on time, ataproduce na atakuwa na capacity ya kugrow. We have classic cases za manufacturer, tuliwaangalia kama kumi hivi wa local. Kuna manufacturer na wanje, tukakompare na wanje. Mzalishaji wa nje unapotaka kuagiza bidhaa yake, unatumia banking, unatumia letter of credit. Sasa kwenye okay, kwenye letter of credit ambacho tunaangalia sisi ni ni vipi unatoa ni kama una, una commit pesa yako yote kwenye banki, si ndio? Kwa yule mtu anachukua hela yake akimzigo aki, ukiwa shipped ukipokea, ukisema okay, unamalizia 20% mzalishaji wa ndani analipo only atakapo deliver. Kwa unakuta sasa kama finance wa kumlipa supplier hajafanya kazi yake on time, supplier atashindwa kumlipa mzalishaji wa ndani, wengine wanaanzia kuingia kwenye base failure za kulipa madeni ya banki wakishindwa kulipa madeni wanaingia kwenye four closure, four closure na kwenye collapse, na kwenye kundi reliance ya dealers na maz our our, nadhani kulizungumzia pia na, la role ya government, na sana kutokana muda, lakini kubwa ni kuset the platform 0 provide infrastructure lakini vile vile kuangalia sera zake zinamlinda vipi mzalishaji wa ndani. Tuna preference of 15% price above, lakini ukija kwenda kwenye compensation labda kwenye insurance scheme anakuambia mimi naangalia market price, kwa tayari kwamba mgonjwa asemii nimetumia dawa ya ndani au ya nje. Kwa katika maeneo ambayo tunajaribu sana kuangalia kwenye financing pia ni hizi preferential treatment including negative list product ambazo they can be fully made locally, lakini ya mwisho ni ambayo tulikuwa tunasema what can we do to make things right hapa ukiondoa financing, lakini pia kwenye research and development, lakini vile vile kwenye role ya serikali, hasa kuingia kwenye public private partnership protectively. One sisi ambacho tumefanya, tumetengeneza joint venture policy kwa atufanye project yote mpya bila kuwa na public private sector, na wanaokuja ni wengi kuliko ambao wanaenda wanaanzisha wao, na we don't want to interfere their businesses, lakini risk tunayoiona ni kwamba anataka ajue na wewe ili ununue bidhaa zake, sio kwamba anataka kujue na wewe ili we strategic partner kwake yeye kwa, ye, kwa sababu tunaangalia sana namna ya kuvencha nao. Sasa kwa kumalizia, brief naweza nikasema haya am machache ambayo tumeongea, how is MSD executing them? Tumeenda tume nimeshatolea nime, nime, nime brief kidogo, lakini tume tuna, ex, tuna, tuna, execute a reform a midterm reform project ambayo inaisha mwaka ni imeanza mwaka jana ya kuhakikisha kwamba we are going full commercial, kwa one of them is local manufacturing, lakini speaking to the theme of the of our conference ambayo inazungumzia accessibility affordability and sustainability. Kwenye upande wa accessibility tumefocus zaidi kuhakikisha kwamba kila product ambayo iliyopo inaweza kupatikana inapatikana, na tumeona kwamba hata scaling up ya kwetu imepanda kutoka 42% ya 2022 tuko kwenye around kwa primary care tumefika mpaka 74 mpaka 79, kwa region, lakini kwa eh, secondary na tertiary tuko kwenye around 60, kwa sababu kule bado kidogo ni ngumu kupata all the vast products ila ukiangalia hata sustainability ya taasisi yetu kwenye upande wa revenue, tumemove from 270 billion mwaka 2022, mwaka huu tuna clock billion 600 annual revenue. Very unfortunate ni kwamba wengi hawalipi kwa wakati. Ukija vile vile, suala la timely delivery ambayo lilikuwa limekuwa raised pia jana, 3 years ago tulikuwa na deliver quarterly like, sasa tunafanya 6 uh, times a year kwa vituo vituo, lakini tunaangalia pia namna ya kufanya, hasa kwa secondary na tertiary healthcare health facilities hakuna haja ya kuwa na schedule ni kwamba come as, you come as save, you come and, and you ikwamba because nyingi ziko ziko tayari kwenye karibu na uh, zone za MSD. You don't need to be waiting for the other month to collect kama mko kwa mfano Amana, ana haja ya kusubiri kwa vitu kama hivyo, tumeviangalia kwenye kuimprove. Lakini digitization yetu kwenye, kwa mfano the whole project country, I mean the whole MSD, tuko less than 10% paper. Tulikuwa kwenye, kwenye above, about 35, tumerudi less than 10% paper maana vitu vingine vyote ni digital. Kwa mfano procurement is 100% paperless. Sasa hizi tunazosema, kwa nini nasema why is MSD featuring here? Ni kwamba yeye ni mnunuzi, kwa hiyo ni mdau mkubwa na kuna bigger buyer katika loco hapa Tanzania kwenye market ya bidhaa za afya kama MSD. Tulikuwa kwenye 40, tumeshafika over 60%, we are heading to about 70 or 75% in less than a year. Na tukifika pale we don't need to go beyond lakini, we see kwamba our role kwenye ku promote local manufacturing is vital lakini our role can only be successful if financing is done and the financing can only be done if MSD is paid on time. Na washukuru sana sante.